Sana Mwenyezi Mungu kwani yeye ndo ametufanya leo tukutane, mm -hmm. Tunashukuru kwa hilo na niseme isha makundi mbalimbali yanayofanya kazi katika ngazi mbalimbali. Wapo wakunga wajadi wao wana umuhimu sana katika jamii yetu. Tunao wamama vinara, tumeambiwa wao ni waelimishaji wazuri tu katika jamii, lakini wenzetu ambao wanafanya huduma kwenye ngazi ya jamii na wao wana umuhimu wao mkubwa sana, lakini walishajirika kwa kundi lao wana umuhimu mkubwa sana. Basi kutokana na umuhimu huo, naamini kwa muunganiko huo kazi yetu inakwenda kuwa nzuri sana katika jamii. Kama alivyoanza kutangulia, serikali inaajiri watu mbalimbali wenye utaalamu mbalimbali, lakini hatuwezi kuenea katika kila eneo. Kwa hiyo kupitia nyie naamini kazi ambazo zingeweza kufanyika na mganga mkuu au wataalamu wako chini yake, ya labda kwenda kuhamasisha jamii na kwenda kuwafuatilia wale watu ambao wanatakiwa kufata matumizi ya dawa na vitu kama hivyo, nyinyi mnazifanya. Kwa hiyo tunatambua sana kazi mnayoifanya ni kazi nzuri, na ndio maana leo hii tupo hapa na wadau wetu kwa ajili ya kuhakikisha tunawawezesha vitendea kazi ambavyo vitawarahisishia kazi ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kwa umuhimu huo, pia nichukue fursa hii washukuru ndugu zetu wa Action for Community Care ambao leo wametukusanya hapa kwa ajili ya kutupa vitendea kazi ambavyo vitakwenda kufanya kazi iliyokusudiwa, na ninasisitiza pia ni kazi iliyokusudiwa kwa sababu kazi yetu tunafahamu kila mmoja kwenye majukumu yake. Kwa hiyo hatutarajii vitendea kazi hivi vikafanye kazi nyingine. Itakwenda kufanya kazi ya ufuatiliaji kwa wagonjwa, zitakwenda kufanya kazi ya kutoa elimu, zikikuta zinafanya kazi za kuhamasisha kufanya shughuli za uzalishaji kwa makundi hayo hayo yaliolengwa, basi itakuwa kazi iliyokusudiwa inafanyika. Ni matarajio yangu wale ambao watazipata, tumeambiwa sio wote watakaopewa na tutapewa kwa awamu. Leo tutakabidhi baiskeli 35, 35 kwa watoa wa huduma 35. Kwa hiyo na wengine sasa tutapata awamu nyingine kama tulivyoahidiwa na wadau wetu wa shirika la Community for Action Care. Kwa hiyo niseme tu sisi sote tutakaopewa tushukuru, lakini na wale ambao bado hatupewe leo, tuwe na matumaini kuwa wakati wowote tutapewa kwa wetu, tusikate tamaa tuongeze bidii kwenye kufanya kazi kwani kazi hii ni ya kujitolea sana jamani. Sasa hivi tunakoelekea tunajua tuna jambo gani la kitaifa kubwa, uchaguzi. Tupige makofi. Natambua kuna uchaguzi sasa, basi tujiandae kwa ajili ya kwenda kupiga kura tarehe 29 mwezi wa kumi 2025 mapema kabisa asubuhi. Beba kitambulisho chako cha kupiga kura, nenda eneo la kupiga kura, piga kura yako, nenda kaendelee na shughuli zingine za kujitafutia kipato, za kuangalia jamii yako, familia yako na vitu kama hivyo. Tumelewana? Ndiyo. Eh? Yeah. Lakini ujumbe huu basi mfikishe na kwa wapendwa wetu.